E, kwa majina anaitwa Erick Gothad e, ni mzaliwa Newala mm. Sawa, umekuwa miongoni mwa vijana ambao wamechaguliwa kwenye majaribio haya ya vipaji. Pengine kwakuwa umejisikiaje kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wamechaguliwa kwa siku ya leo? Ah, jambo la kwanza kwanza nimejisikia faraja ndani ya moyo wangu, na jambo la pili nitaongeza bidii ili kulifikia jambo langu mm. Pengine una ndoto gani labda? Ndoto yangu mimi ni kuwa mchezaji mkubwa hapa hmm. Tanzania. Sawa. Ni kama mchezaji gani ambaye wewe unaona kabisa kwamba mimi nikicheza kama fulani nitakuwa nimeridhika walau. Napenda kucheza kama Patrick Israel Mwenda. Unacheza nafasi gani? Bek mbili. Unacheza bek mbili. Sawa. Yes, unaitwa nani? Kwa majina anaitwa Dashud Hamza. Ndio. Uh, unacheza nafasi gani wa kushoto. Uh, umejisikiaje kuwa miongoni mwa uh, vijana ambao wamechaguliwa kwa siku hii ya leo kwenye majaribio haya? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu na nimejisikia vizuri kufanya hmm, ma haya mazoezi ndio. Ilikuwa rahisi kwako wewe kufikiria kwamba ungekuwa umepata nafasi ya kuchaguliwa kwa siku hii ya leo? Hapana. Hmm, kwa hiyo unawaambia nini sasa vijana wenzako wale ambao wako mtaani lakini pia wana malengo ya kucheza mpira kama wewe, na wewe leo umekuja kujaribu bahati yako na umechaguliwa, unawambia nini sasa wasikate tamaa. Ndio, asante.